Eh, kakamida bwada eh, sasa mwenzako lile shamba la ulisi nimefanikiwa kuliuza na hapa, uwezi amini, nina milioni ishirini mfukoni, milioni ishirini nina. Sasa ninachotaka kufanya kaka, ule ushauri wako kwamba mambo ya kipumbavu sasa hivi mimi sitaki tena, nakuapia. Sasa hivi mimi ni kujenga tu, nataka kujenga. Mambo yote ya kipumbavu sifanyaje? Sitaki. Eh, mimi nipo kimti pesa, wewe njoo. Eh, njoo sasa hivi nakusubiri hapa. Nakusubili Milioni ishirini kaka, zipo nazo hapa, milioni ishirini. Ida bwada, subiri na wageni. Hey, hey, tulia na kucheki yeah, hebu hey. mm, yeah. yeah. yeah. yeah. Hey, tulia tulieni, yeah. tulia tulia, tulia. Umenihitaji kwanza hivyo, unajua kama mi mtu akinita majina kama hua yani kama nina kitu na kupazadi hapo hapo kuonyesha kama mimi ni mwanaume wa pekee umeniita niite tena kwanza nakutumia milioni tano <laughs> milioni tano mbona ufurahi milioni tano <laughs> namba <Number laughs> zako za simu chaji andika eh. Haya weka mwenye andika milioni tano na yakutolea shilingi elfu mbili milioni tano na shilingi elfu mbili wanaelewa oh. Mimi sio baili, mimi natoa. <laughs> <laughs> Mama yangu kanichanganya, yani wewe ndio umeniua kabisa asante. <laughs> <inaudible> Sana, asante <inaudible> sana. <inaudible> namba kwa simu yangu 6 7 mimi natoa yani, mimi natoa Andi. Andika mwenyewe milioni 5. Andika milioni tano na na... Mil a shilingi elfu mbili na yakutolea hiyo Kibaba. Unanihitaji kibaba, hilo jina la wozo, jina kubwa, hamna masipetu. Na wewe nakutumia tena milioni 5 tena, andika mwenyewe namba yako, yani nyie msio na shida. Eh, msio na shida hela hela za kwenu. Na basiri. Kujenga nitajenga hata mwaka. Kujenga nitajenga hata mwaka. Eh eh. Unaona yaani mimi mzo kuita jina nzuri, mimi natoa hela. Mimi sina shaka, sina shida. Mpaka ninapeperuka na kimbunga yaani ipo, posema nina hela nakutumia tena milioni 5. Jamani. Eh. So kama na sifa ila nakuonyesha kama na na hela na hela, unaona unaandika namba za unga mkali wafanya masihara ni watoto wa elfu mbili, watu elfu mbili wanipite hivi hivi, jamani, andika andika mwenyewe weka mwenyewe kiasi weka mwenyewe kiasi usije ukasema maneno mengi. milioni tano na shilingi 2000 Eh. Niko sasa sasa sasa nyumbani kwa hivi tunakuja. Tunakuja. Tunakuja. Haya, mimi mimi shilingi elfu mbili, aaa nyumbani nakuja, basi mwende mwae, mimi niko elfu mbili. Halo. Utajenga hata mwakani, bwana wani. Ndo Ah, ah. Bosi. Bosi bosi. Eh, eh ha, bosi kama ka, kama ka ni bwana, kama kama kawaida yangu, pale pale nilipopiga mm. mm. dabaanakaadadpalepaleliopiga simu mm. mm. mm. mm. nimeongea na watu wa matofali eh. Mm, umesema kiwanja niende kuangalia kiwanja, nimekiangalia mm. Yaani hapa alipo nimeleta ni na mafundi fundi wa kwanza huyo hapa, ndio kiongozi wao wa mafundi huyo hapa mm. kwao mimi hapa, kilichobaki bwana mm. huyo hapo nataka milioni moja ya ufundi ah. Mimi sasa nataka hela ya matofali na mchanga wewe unakurupuka hata hujaniambia. nimekupigia hapa tumeongea kwamba mimi mimi. Lakini, lakini bwana, unatakiwa niambie bwana, mimi naenda kufanya mchakato. Kaka, si unataka kujenga? Kujenga ndio nataka kujenga, lakini watoto 2000 naona waacha wapi? Najenga, sema tena wote. Sasa unamhitaji fundi na na na kuja tena tena, wamefuata nini kwenye maongezi yetu? fundi. Fundi huyu hapa, na mwenyewe mtoto wa 2000 yani, naangalia hapa. Sema, mwili huu tukitamba, lakini mtoto wa 2000 huyo Eh, yai otakupili sio hivyo tena kuhusu hiyo milioni? Yaani, hapa sikiliza, watu wamekuja hapa, amenilamba hapa hata mdomo, anaongea na wewe ndio kumponza mimi. Nakwambia na milioni 20 ishirin z amenisikia, na wewe kama unanijua mimi dhaifu Wamekuja mnishika shika kidevu, mimi hela zote nimewapa hata hajatumia nguvu. Unaelewa? Sasa unakuja na fundi, unakuja na fundi eti kujenga. Kwani kwa nani ya kujenga? Baba, wewe unachoelewa ni kwamba una vichwa viwili. Ngoja kwanza niende kwa kupeleleshwa kwa, kwa una vichwa viwili, sawa wewe kichwa cha pili wewe mtu umekichezea, kimekuchatua akili. Sasa hata ningekichezea, yani hela yenyewe nimetolea hapa hapa, bora ningekuandaa. Yani hata ndani hata hujaenda. Nasema baba, hujengi wewe taibwabwaibwabwanitakupiga makofi sasa hivi, nitakupanga mikofi hapa kwa ajili kwa, kwa, ya ujinga wako. Nataka umenipigia simu mambo ya msingi. Kwani mimi madili mangapi huko nimeyakwepa? Mimi dalali madili mangapi nimeyakwepa huko, kwa ajili ya ujinga wako wewe ni milioni ishirini cha nalo mzee. Kwa fundi mchana nalolibwabwako. Usije ukanishirikisha midili yako mingine, Mimi na kazi zangu. Nikaombe kula hata nyumbani pale kwa.